Muda huu mawakili wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mr. Johnny Heche, wanatoa ripoti nzito kufuatia kesi ya kushinikiza Johnny Heche kufikishwa mahakamani au kupatiwa dhamana. Kesi hiyo iliyofunguliwa dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini, yaani IGP na wenzake watano imeendelea tena leo Jumatatu Novemba 10 mwaka huu wa 2025 katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kesi hiyo ilitajwa mahakamani hapo leo kwa ajili ya kuanza kusikilizwa. Hata hivyo, upande wa Jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Agata Pima ulieleza mahakama kuwa kabla ya kuendelea na kiapo kinzani, Jamhuri imekuja na pingamizi kuhusiana na shauri hilo. Amesema upande wa Jamhuri ulipewa au uliagizwa na mahakama kuwasilisha kiapo kinzani hadi kufikia jana Jumapili, jambo ambalo wamelifanya ila, kwa kuwa jana haikuwa siku ya kazi, hivyo maelezo ya kiapo hicho kinzani wamewapatia upande wa pili leo, tarehe kumi Novemba mwaka huu wa 2025. Wakili Selemani Matauka aliongoza jopo la mawakili wa mleta maombi, yaani mawakili wa Heche, aliuthibitishia mahakama hiyo kupokea pingamizi la Jamhuri. Hata hivyo alisema wao wamepokea pingamizi hilo nusu saa kabla ya kesi hiyo kuanza, hivyo kuomba hairisho la kesi hiyo hadi Alhamis ya Novemba 13 mwaka huu wa 2025, ili wapate fursa ya kupitia pingamizi husika na kuandaa majibu yake. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, baada ya jaji Obadia Bwegoge anayesikiliza shauri hilo akakubaliana na hoja ya mawakili wa mleta maombi, yaani mawakili wa John Heche na kuhairisha kesi hiyo hadi Alhamis ya Novemba 13 mwaka huu wa 2025 saa 4 na dakika 30 asubuhi. Hebu tutazame mpaka mwisho na kusikiliza ripoti hii ya mawakili wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mr. John Heche mara baada ya kesi hiyo kuhairishwa mpaka Novemba 13 mwaka huu wa 2025 saa saa 4 na dakika 30 asubuhi. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Hakikisha umesubscribe na kutufuata kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na kadhalika. Uh, maombi, namba, uh, maombi ya, ya, ya jinai namba 26 28 saba ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano kati ya Mheshimiwa katibu mkuu uh, Mheshimiwa mwenye, uh, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Chadema uh, John Wegesa Heche na, kat, na uh, inspector general wa polisi na wenzake, leo yaliitwa mahakamani, ikiwa na maana mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kusikilizwa. Sasa kama ambavyo tulitaarifu umma tarehe iliyopita kwamba upande wa wajibu maombi waliomba kuleta majibu yao, nikiwa na maana kiapo kinzani kujibu yale maombi ya mleta maombi. Na ni kweli wameleta wame majibu, na yalikuwa yametakiwa ya kuletwa sio zaidi ya jana tarehe tisa mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na walifanya hivyo, na sisi leo waliweza kutupatia nakala lakini pamoja na mambo mengine kwenye hayo e, majibu au kiapo kinzani wameweza kuleta pingamizi la awali la kisheria. Kwa hiyo baada ya kuwa tume, tumepata hizo nakala ya majibu pamoja na pingamizi la awali la kisheria, kama mlivyoona tulivyoingia kwa mheshimiwa jaji uh, tulieleza hayo kwamba tumepokea majibu kama nusu saa iliyopita. Sasa kutokana na mazingira yaliokuwepo, pingamizi limeletwa Uh, muda mchache uliopita, kwa upande wetu tukaona ni busara kwa faida ya mteja wetu tuweze kupata muda ili tujiandae tuje kufanya kile ambacho mteja wetu ametutuma kusikiliza, na mahakama sasa ipate nafasi ya kusikiliza pande zote na kutoa majibu ya pingamizi la awali pamoja na uh, maombi kwa ujumla. Kwa hiyo mheshimiwa jaji amepanga tarehe uh, kumi na tatu mwezi huu wa kumi na moja elfu mbili ishirini na tano saa nne na nusu asubuhi maombi yaje kwa ajili ya kusikilizwa kwa pamoja na pingamizi la awali la kisheria ambalo limeletwa na wajibu maombi. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo tu. <tuhi> mimi naitwa wakili Selemani Matauka, lakini kwa pamoja nipo na mawakili wenzangu ni uh, uh, Mr. po Kisabo William Madu na wengine pamoja na Fred Timsaki Uh, Doris uh, Sarun na uh, Kafuku, lakini wao wameshaondoka, lakini wote kwa pamoja tulikuja tuli kwa ajili ya kumwakilisha Mheshimiwa uh, Heche, na Heche labda na, na hali gani, kualiko, na uh, kwa ukweli uh, kwa hizi siku mbili hatujaweza uh, kufanikiwa, lakini kwa taarifa ambazo tunazo, tunazo ni kwamba uh, juzi na jana hali yake haikuwa mzuri na aliweza kufikishwa hospitali ya taifa Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo tukitoka hapa tutaweza kufuatilia zaidi ili kuona hali yake inaendeleaje, lakini kwa wakati wa siku mbili zilizopita hali yake haikuwa mzuri na alifikishwa Muhimbili kwa ajili ya matibabu na check-up zingine za kitabibu.